Njiwa kiumbe mtini, mejaribu kujongea, ndege awe mkononi, yeye juu huruki, anamuomba samahani, nyimbo ananiimbia, nyimbo za choma moyoni, basi mihetaba ni njiwa, kitabasamu matawi nikiyakwea, njiwa aruki kule, si kwamba anikimbia, ni mbinu zake teule, tabu kuniongezea, hata chakula nisile. Sile njiwa kushuka hashuki, na mtini haondoki, majasho yananitoka, kwa imani na hamaki Labda tatoweka, au njiwa haundoki, mvuto anoni oka, hatari ya kisaiki. Njiwa kiumbe mtini, moyo wao kwa mwilini, unayofanya sikweli. Njiwa wacha tafrani, moyo wa unyi mahali, kwa nini unauhini? Rudi, usiende mbali, moyo uwe afueni. Njiwa, hebu ubaini moyo unavyoteseka.